Kama tunavyofahamu ni kwamba yako maeneo mengi ambayo, uh, watu wanatoa huduma zao, lakini unapokuwa hutoi huduma bora, maana yake hata wateja unawafukuza. Kwa hiyo mimi niwapongeze wenzetu ambao wamepata hizi tuzo na wale walioandaa, kwa sababu tunapowapa hizi tuzo inawasaidia kuonyesha kile ambacho wanakifanya kinafuatiliwa kwa karibu, na mambo haya siyo maneno maneno. Taasisi zote hizi ambazo zimepata ni taasisi ambazo za taasisi serikali tunazifahamu na tunaelewa umuhimu mkubwa na jinsi wanavyofanya mambo yao mazuri. Mambu, wale ambao wajapata nao wameona lipo jambo, ipo namna ambayo kwenda kuboresha huduma zao. Kwa siku ya leo, tumekuja kupokea tuzo ya kuwa mshindi katika upande wa huduma kwa wateja katika sekta ya umma. Tumekuwa washindi wa kwanza kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, management ya shirika ikiongozwa na mkurugenzi wetu mtendaji Lazaro Twange, na wafanyakazi wote wa shirika la umeme. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana waandaji wa tuzo hizi kwa kutambua mchango wa, wa Tanesco katika eneo la huduma kwa wateja, lakini pia natoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Raisi Dr. Samia s kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanyika kwa Tanesco kupitia Wizara ya Nishati, basi ni kweli kwamba mpango umewezekana na Watanzania wametambua na hatimaye tumepata tuzo hii. Kwa hiyo tuzo hii iende kuchochea a, kuongeza umwamko na ari ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kuwahudumia Watanzania, kuhakikisha kwamba wanapata huduma ya umeme ya uhakika na hatimaye tuendelee kushinda tuzo nyingine. Kwa kweli kama shirika la umeme tunajivunia sana kuwa taasisi ya umma pekee ambayo imeweza kushinda tuzo katika usiku wa leo kwenye upande wa huduma kwa wateja.